Ifahamu siri ya shimo jeusi ambalo limeonekana katikati ya bahari ya Pacific. Jina langu naitwa Volda Binbaijuka. Kuna mtumiaji mmoja wa mitandao ya kijamii aliona ramani ya shimo jeusi katikati ya bahari ya Pasifiki. Jambo ambalo liliibua mijadala mingi sana kwa dhana mbalimbali ikilinganishwa na shimo hilo. Hata hivyo, likatambuliwa kupitia kisiwa ambacho hakina watu. Ni kisiwa cha Vostok. Kisiwa ambacho kipo chini ya Jamhuri ya Kiribati katikati ya bahari ya Pasifiki. Lakini hatimaye shimo hilo jeusi la ajabu ambalo limetokea hivi karibuni katikati ya bahari ya Pasifiki limetoweka. Wakati wa kuangalia ramani ya Google, mtumiaji wa mitandao ya kijamii aligundua kuwa kuna shimo jeusi la ajabu katikati ya bahari ya Pasifiki. Hata hivyo, shimo hilo jeusi lilionekana kuwa mbali na nchi nyingine za visiwani. Jambo ambalo liliwachanganya watu wengi sana mtandaoni. Kutokana na hali hiyo, dhana nyingi zilifananishwa kuwa sawa na shimo hilo. Suala hilo likawachanganya watu wengi sana, hivyo mawazo na mapendekezo yalitolewa. Ikadhaniwa kuwa hilo linaweza kuwa ni shimo. Baadhi wakasema kwamba yaweza kuwa ni volkano ya chini ya bahari, wengine wakafikiria kuwa ni kisiwa cha siri au kambi ya jeshi. Eneo hilo hatimaye likatambuliwa kuwa ni kisiwa cha matumbawe kilomita 6440 mashariki mwa Australia kilicho na msitu mkubwa ndani yake. Miti katika kisiwa hiki ni ya kijani kibichi, na pia linaonekana kuwa ni jeusi kutoka angani. Kwa ramani za Google inaonekana kama ni shimo jeusi kabisa. Wanasayansi kutoka chuo cha Auckland wamegundua kuwa ukubwa wa visiwa kadhaa katika bahari ya Pasifiki unaongezeka licha ya tishio la kupanda maji ya bahari. Kwa upande mwingine, wanasayansi wamegundua kuwa baadhi ya visiwa vimeongezeka kwa asilimia nane kwa muda wa miaka sabini iliyopita. Ili kufahamu mabadiliko hayo, walichunguza picha za satelaiti za taarifa ambazo zilipatikana maeneo hayo. Watafiti wana matumaini kuwa ushahidi utasaidia visiwa hivyo kukabiliana vyema na ongezeko la joto duniani siku zinazokuja. Dkt. Murray Ford ni mwanajiolojia wa pwani ambaye anafanya utafiti kuhusu kuundwa na muonekano wa dunia. Alielezea BBC kwamba watu wengine wanaona picha za matumbawe, lakini chini ya matumbawe yale kuna mifupa inaweza kuvunjwa na nguvu za mawimbi au pia hutafunwa na samaki na mchanga ulio ndani yao unatoka nje na hii huwa ndiyo msingi wa kuundwa kwa kisiwa. Dr. Ford akiwa na kundi lake wamekuwa kizuru baadhi ya visiwa hivyo kwa miaka kadhaa na kuna kili mabadiliko ambayo yametokea maeneo hayo. Picha za satelaiti tangu vita vya pili vya dunia zikaonesha mabadiliko katika kisiwa cha Jay. Picha hizo zinaonyesha jinsi ardhi inavyobadilika wakati wa kipindi hiki na jinsi maeneo ambayo yalikuwa ni matumbawe sasa yamegeuka na kuwa ardhi. Dr. Ford aliendelea kuiambia BBC kwamba matumbawe yanastahili yawe ni yenye afya ili visio vipate kukua, na pia baadhi ya matumbawe yanaweza kukua kwa haraka sana, lakini pia yanaweza kuharibiwa na samaki wapya au mawimbi lakini pia kama ni magumu yanaweza kugeuka na kuwa mchanga. Hakuna mtu anayeweza kujua muda ambao matumbawe yanaweza kubaki kuwa yenye afya. Kupauka kunaweza kusababisha matumbawe kugeuka na kuwa meupe na kuishia baharini. Tindikali baharini pia nazo zinazidi kuongezeka kutokana na kubadilika kwa viwango vya joto baharini. Dr. Ford aliambia BBC maneno hayo. Licha ya kwamba kuna ushahidi kuwa baadhi ya visiwa vina uwezo kupanuka, hii haimaanishi kuwa hatutaweza kuhoji kuhusu kupanda kwa maji ya bahari. Inakuwa hatari sana kwa visiwa vya ndani na watu wanaoishi huko. Lakini kutokana na kuongezeka kwa joto baharini, pwani za visiwa katika bahari ya Pasifiki vinakumbwa na hatari ya mong'onyoko. Kufahamu ni visiwa vipi vinapanuka na vipi vinapungua itasaidia mataifa ya bahari ya Pasifiki kukabiliana vyema na mabadiliko ya hali ya hewa. Na pia kundi la wanasayansi wanasema kwamba hali ya sehemu moja ni tofauti kabisa na sehemu nyingine. Wataalamu wanasema kuna hitaji kwa kila mmoja kuelewa ni kipi huchangia kukua na kupungua kwa mifumo ya ekolojia na kipi pia tunahitaji kufanya ili kuilinda siku zijazo. Hii e, siyo tu kwa maendeleo ya visiwa vinavyopanuka au kinga kutoka kwa matumbawe, bali ni kuzuia kusombwa kwa pwani. Ni muhimu sana kuelewa vitu hivi, kuelewa maisha majini ya majini yanayohifadhi visiwa vya matumbawe na kuelewa maisha ya majini ambayo pia huhifadhi visiwa vya matumbawe. Chanzo cha makala hii ni BBC na kwenye microphone ni Volda bin Baijuka. Hadi wakati mwingine asante.